Moja kati ya ngoma inaonekana kuwapagawisha mashabiki wengi wa Diamond hasa kule nchini Nigeria ni kuhusiana na vesi ambayo inapatikana katika ngoma moja ambayo Diamond ameweza kuiposti kupitia ukurasa wake wa Instagram. Inaonekana Diamond Platnumz kule nchini Nigeria anakolabo na msanii mmoja ambaye inaonekana ameonekana kuipiga ngoma hii vizuri sana, anaenda kwa jina la Chela Boy, ambapo nyimbo hii inaenda kwa jina la My Darling Remix. Ni remix ambayo, uh, kwa namna moja ama nyingine, Diamond Platnumz ameonekana mle ndani au sio? Akifanya maajabu yake. Uh, vijana hawa wanatoka kule nchini Nigeria wameonekana, eh, wameipenda wame, eh, sehemu ya damana, ambapo tunaona kuna sehemu biti lilizimwa kwanza, alafu then wakaweza kumruhusu mnyama la ma Simba Dangote eh, kuweza kuingiza nyama yake mwali ndani. Wameonekana kucheza kwa furaha kwa sababu tunaona ni msanii mkubwa sana Diamond Platnumz, na hawa ni wasanii ambao wanatokea kule nchini Nigeria. Na kama unavyojua, uh, Diamond na wa Nigeria wameshafanya kazi nyingi sana. Sasa baada ya vesi hiyo uh, kuweza kuwafurahisha uh, wa Nigeria uh, nikaamua kumfuatilia huyu jamaa kwa jina Chala Boy, ambapo tumeona ameweza kuiposti hii, eh, au sio hii, uh, hii hii clip ya video ikimwonyesha uh, akiwa anacheza, au sio? Akiwa anacheza uh, kipande hiki ambacho inaonekana Diamond yupo mule ndani. Hii inaonekana kabisa kwamba jamaa huyu ameonekana eh, kukubali uwezo eh, wa Diamond Platnumz, kwa sababu eh, kuna namna moja ama nyingine hii inafungua milango kwa Diamond eh, kuweza kupenetrate kwenye nchini Nigeria, kwa sababu Nigeria bwana eh, ni watu ambao wanafanya vizuri sana East Africa, na pia ukiacha mbali okay, East Africa pia, hata kule West Africa East Africa maanake Afrika Mashariki eh, zinapigwa sana ngoma za Nigeria, lakini sasa kwa upande uh, wa Nigeria, tunaona wengi wameonekana uh, kupagawishwa na kipande hicho cha Diamond, uh, akasema mzee wangu, huu ni mvesi amesema, ugopa sana Simba akisimamiwa akisimamishiwa biti kwenye wimbo wako kimbia. Eh, mwingine sema Ebo Dovani. uh, tunaona pale Faisal akika imo jafaya baba Baba Levo akicheka na kunyosha mikono kwamba hii ni noma uh, mmoja akasema kwamba kumekucha uh, mwingine akasema ila big nilijua tu ili uh, different dimension hard verse mwingine akasema bil, ilim akaweka alama ya Simba akasema iwe isiyo ataimba Kiswahili e, kudadeki mmoja akasema kwamba oh oh my god uh, oh, noma sana mwingine anasema kwamba e, hii ni hatari e, Simba akazima biti wameisha au sio? Eh, hayo ndio maoni mbalimbali mbali ya eh, mashabiki. Dondosha maoni yako kakisha na subscribe.